Uh, kwenye kundi letu kuna mtumishi lakini na mimi ni shehe. Sasa anasema, na hapa sio kichwa, mimi si mwalimu na tutupaswaje? Uh, kwa kifupi kila mtu amepitia maisha ambayo MC Pilipili amepitia. Kila mtu inaonekana alimsaidia MC Pilipili mpaka alipofika, uh, kwa aliyoyafanya, lakini nakumbuka mimi ndio mtu wa kwanza kumpigia simu MC Pilipili, alikuwa anaojiwa kwenye kipindi cha Dina Marios Alikuwa n sema mimi nimetokea Dodoma nimepata posti wa wa wa wa ya ualimu, nikamwambia acha ualimu. Kama waanzilishi wa comedy ambao tumeikuta, kwa kina Bambo, kwa kina Zemboela, tunawapa platform wadogo zetu, wanafanya vitu na vinakwenda lingine Sitaki kulisemea jeshi la polisi, lakini nimesikiliza ile ripoti. Nilitegemea wakati tunazika leo na watuhumiwa wako jela. Siliingilii na heshima, wanalinda usalama wetu na raia, lakini kama kuna mtu alimpigia simu akasema uko wapi, tumlete Mc Pilipili, anzeni na yule mbona kuna watu wanakamatwa siku moja tu. Tuangalie usalama wetu, si tuko pamoja? Lakini lingine, kwa upande wa viongozi, kuna kipindi pia Mc Pilipili alipitia changamoto, lakini inaonekana kuna watu walikaa mbali, hawajamsaidia. Baadhi ya viongozi, wasanii wakiwapigia simu, pokeeni simu zao, msiache kupokea. Tunawasaidia mpaka mnakaa kwenye hivyo viti. Tuna tumika, tuna, nyinyi rafiki zetu. Mfano mzuri mheshimiwa Mavunde Mwanaifei, kila shughuli anakuja, lakini kuna kiongozi akiona ya simu yako kama kaona msiba, pokei pokeni, ni simu. Kuna wengine tunataka tuwape ushauri tu. Asanteni, asante.